Kama tunavyojua tarehe 25 Mei 2025 saa 10 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, katika uwanja wa Amaan Zanzibar, itakuwa ni mchezo wa marudiano kati ya Simba Sports Club na RS Berkane, mechi ya mkondo pili wa fainali ya, ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa tutazame mechi hii na kuangalia uh, uchambuzi mbalimbali kuelekea kwenye mchezo huo uh, nani mwenye faida, matokeo ya kwanza yalikuaje, na mengi zaidi ambayo utasikia hapa katika mechi ya kwanza iliyochezwa Mei 17, 2025 huko Berkane Morocco, RS Berkane waliibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Simba Sports Club. Magoli ya mapema kutoka kwa Mamadu Kamara na Osama Lamloi yaliwapa Berkane faida kubwa kuelekea katika mechi ya marudiano. Takwimu zinasemaje? Simba katika mechi ishirini zilizopita wamefunga jumla ya mabao 21 wakishinda mechi kumi, sare 4 na kupoteza mechi sita, lakini berkane katika mechi ishirini zilizopita Berkane wamefunga mabao uh, 36 wakishinda mechi 14, sare 4 na kupoteza mechi mbili. Sasa tutazame uwanja wa Amaan Zanzibar. Ni uwanja wa namna gani? Uh, CAF ilitangaza kwamba mechi ya marudiano itafanyika katika uwanja wa Amaan Zanzibar. Uh, Zanzibar ambao una uwezo wa kuchukua mashabiki elfu 15. Uwanja huu unatarajiwa kujaa mashabiki wa Simba wakitoa support kubwa kwa timu yao. Kwao ni uwanja ambao kapasiti yake ni ya mashabiki elfu kumi na tano na kama unavyojua vibe la mashabiki wa Simba, huu uwanja unajaa asubuhi tu. Sasa mtazamo wa mechi, tutazame mechi, tutazame yenyewe itakuwaje. Simba anakabiliwa na changamoto ya kurudisha mabao mawili ili kusawazisha matokeo ya jumla. Ili kufanikisha hilo, wanahitaji kwanza kucheza kwa kasi sana. Yani, wakati tu kipenga kinapulizwa mpira unaanza, inabidi Simba wacheze mchezo kwa kasi sana kufunga bao la mapema kutawapa motisha na kuwapa shinikizo Berkane. Wakati Berkane wakifunga goli la mapema wakati wao wamechanganyikiwa, Simba nao wanapata motisha ya kuendelea kufunga mabao. Lakini uh, Simba pia wao wanatakiwa waongeze makini, uh, umakini mkubwa katika safu yao ya ulinzi. Kuepuka kuruhusu bao la ugenini ambalo litaongeza ugumu wa kurudisha matokeo. Lakini pia kutumia vyema nafasi, kila nafasi ya kufunga inapaswa kutumiwa kamilifu. Wana RS Berkane wana ulinzi imara. Kama wanavyojua hawa kwanzia hatua ya makundi mpaka wanafika fainali wamefungwa mabao mawili tu, yote wamefungwa katika viwanja vya ugenini. Kwa hiyo ukiangalia wana safu nzuri sana ya ulinzi. Kwa upande wa Berkane, wao wanahitaji kudhibiti mchezo na kuhakikisha hawaruhusu Simba kupata nafasi nyingi za wazi. Uzoefu wao katika mashindano ya kafu unaweza kuwa na faida kubwa katika mechi hii ya marudiano ya tarehe ishirini na tano mwezi huu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Sasa, mimi nikupe utabiri wangu wa mchezo kwa kuzingatia matokeo ya mechi ya kwanza na takwimu za timu zote, mechi hii inatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa. Simba Sports Club watakuwa na hamasa ya kucheza nyumbani mbele ya mashabiki wao, lakini Berkane wana faida ya mabao mawili na uzoefu mkubwa katika mashindano haya. Utabiri wangu mimi, Simba moja, Berkane moja. RS Berkane watashinda kwa jumla mabao matatu kwa moja na kutoa taji la kombe la shirikisho la CAF kwa mara ya tatu. Kwa kuendelea kusikiliza na kupata chambuzi kama hizi, tafadhali subscribe chaneli hii, hakikisha unabonyeza alama ya kengele, weka komenti yako hapo, na wewe pia unaweza kuweka utabiri wako kama wa kwangu mimi wa moja moja, weka na wewe kwako hapo, alafu tusubirie siku ya mtanange. Naitwa Agustino Hamisi.